Ukuaji wa mfuko ni mzuri e. Tarehe 30 mwezi wa sita mwaka huu tulikuwa na thamani ya trilioni 9.9, inaendana na matarajio e. Na tunatarajia mwishoni mwa mwaka unaofuata ambayo ndio mwisho wa mpango kwa muda mrefu tulionao sasa, tutafikia trilioni 11.7, juu kidogo ya trilioni 11.5, ambayo ndio matarajio kwa mujibu wa mpango ule, lakini yote haya yanatokana na kazi nzuri ambayo tumeifanya Ukiacha hilo Mheshimiwa mgeni rasmi eh, nizungumzie kidogo kuhusu kampeni eh, hizi za staa kwa mchezo ambayo mkurugenzi amezielezea. Hizi zinalenga zina, zina kuhamasisha uchangiaji wa wale waliojiajiri wa katika mpango ule wa hifadhi, skip, eh? Sasa ni jambo zito hili, ikumbukwe kwamba uchangiaji wa waliojiajiri unahusisha wanachama wengi, unahusisha watanzania wengi ukilinganisha na sisi tulioajiriwa. kwa wateja ni afuatayo: Mosi, kutoa shukurani kwa wateja wetu kwa jinsi tunavyoshirikiana na kuwajulisha kwa dhati kabisa kuwa mfuko unathamini ushiriki wao katika utendaji wa shughuli na mafanikio ya mfuko. Pili, kuwatambua wateja kama vile waajiri wanaowasajili wafanyakazi wao na kuwalipia michango kwa wakati. Kwani waajiri hao wanachangia kwa kiasi kikubwa katika kuwezesha mfuko kutoa huduma bora za mafao kwa wanachama wakiwemo wastaafu. Pia tunawatambua wateja wateja wa hifadhi skimu, yani wanachama waliojiajiri wenyewe ambao ni wachangiaji wazuri kwenye mfuko. Tatu, kuwatambua watumishi wa mfuko na ofisi zetu zilizofanya vizuri zaidi kwenye utekelezaji wa malengo ya mfuko, ikiwa ni pamoja na kutoa kipaumbele kwa suala la huduma bora. Mimi kama mkuu wa mkoa wa Morogoro, nachotaka zaidi, nataka NSSF, kwa sababu najua mna nafasi hiyo katika ubunifu na mekanizmu mliokuwa nayo na namna mlivyojitengeneza, mnitengenezee skimu ambayo mimi niende na nyinyi, tukaiuze kule kwa wananchi, waanze kuweka culture ya kuwa pension hapo. Hata kama wewe ni mkulima asilimia <laughs> 70 ya 75 watu wangu ni wakulima. Sasa nikija mimi nikazungumzia hawa waajiriwa na kadhalika na nini na nini na nini am speaking okay. Fine am addressing a certain demography of my people, lakini kwa hiyo one nawataka wawe kulima, namba mbili nataka hawa na wanaojiajiri wenyewe, wa namba tatu nataka mumwanze kumwona mama ntilie nani nani bodaboda boda, kama watu ambao they are pensioners na cha kwanza, napenda kutoa pongezi zangu za dhati kwa uongozi wote wa NSSF kwa hatua ambayo wamefikia na kwa support kubwa ambayo wamekuwa wakiifanya juu yetu sisi wanachama. Lakini pia napenda kuwapongeza kwa huduma bora sana ambazo tumekuwa tukizipata sisi kama wanachama kipindi chote ambacho tumekuwa tukifuatilia mafao yetu na mpaka tulipopata. Kwanza nashukuru sana kwa sababu mafao yangu mimi niliyapata kwa wakati sahihi na wakati mwafaka, na kweli nilikuwa na uhitaji naye, na ilisaidia sana kwenye mambo kadha wa kadha sana sana, na hususani kwenye kujikimu mimi pamoja na mtoto ambaye alizaliwa. Lakini pia kupitia fao hili la uzazi niliweza pia kumfungulia mtoto akaunti na kumwekea akiba, na bila NSSF ili nisingeweza kulifanya kwa wakati. Ninamshukuru Mungu kwamba nilikuwa ndani ya huo mfuko. Nimepitia changamoto ya kiafya na mwaka huu nimetibiwa kule hospitali yai ilikuwa nashtuka kumwambia mwanya wangu umiziba upande wa kushoto mshipa kumini ilipaka operesheni pali mimbili ambayo ilijarimu zaidi ya shilingi milioni kumi na mbili. Kwa upande wetu kampuni ya Alliance One Tobacco Tanzania Limited, kuna sera ambazo tumejiwekea ambazo tunazifuata, tunazifuata hizo sera. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba kila mfanyakazi anavyoajiriwa anasajiliwa kwa wakati na michango yake inaingizwa kwa wakati, mpaka anapomaliza kazi yake michango yake ipo. Maana ni kila mwezi inaenda kwa wakati kwa, na hakuna kweli kwa kipande hicho, na nadhani hiyo yote inatokana kwamba ni kampuni inafuata vile strategies strategic ambayo imejiwekea na policies ambayo imejiwekea Kuhu, mwakamu, mwengina, ilo, kwa tofauti na makampuni mengine kama wanashindwa kufanya hilo, mimi nadhani na kwa kuwashauri tu wa waige mfano wa kwetu, hatujisifii lakini tunajitahidi kwa kweli kwenye kipande hicho.